Miaka ya mwanzo ya 1950 Tanganyika ilikuwa kwenye makucha ya utawala wa koloni wa Uingereza, lakini mbali magharibi, kwenye miinuko ya mwambao wa Ziwa Victoria, upepo mpya ulikuwa unaanza kuvuma, upepo wa mabadiliko. Kwa karne nyingi, machifu wa kanda ya ziwa walikuwa nguzo ya mamlaka, wasimamizi wa ardhi, walinzi wa desturi na sauti ya watu wao. Mfumo wa kikoloni ulijaribu kuwafanya mawakala wa serikali lakini bado walibaki na heshima ambayo haikutikisika. Mimi ninaitwa mtemi au chifu Nyamironda wa tatu, ni mtemi wa Mwanza hii ina maana Iremera na eneo kubwa la Nyamagana, kwa hiyo ina maana kwamba hii ni ardhi yangu kimira, katika hali ya utawala wa kimira, na ni fahari yangu, fahari yetu wana Mwanza, na pia ni fahari yetu kwa Kanda ya Ziwa, na mimi ni kiongozi wao katika hali za kimira. Katika utawala wa kimira, kila kitu unachopewa kina maana yake na maana yake ni nzuri tu, inaweza kutofautiana na watu wengine unaoweza kuwaona wana wana hizo attire, kama, kama zetu yani wana, wanaweza kuwa na hizo vitu wanavyoweza kuvitumia kama fahari ya Watanzania. Utawala wa kimira ndio utawala wa mwanzo kabisa ambao umekuwa na desturi ya kuitunza jamii na kuirinda. Kwa hiyo kila kitu tunachopewa kinakuwa na maana yake. Kwa mfano huu usinga huu, unapokabidhiwa usinga, ina maana umekabidhiwa watu. umekabidhiwa watu wa kila namna, maana hizi singa ni nyingi mno, nikikwambia kuzihesabu hutaweza, hata kama umepewa ahadi ya mamilioni ya pesa hutaweza kuzihesabu, utahesabu mpaka utakuwa narudia tu. Kwa hiyo ina maana kwamba umepewa watu wa kila namna walio wengi, kuwaongoza uwafanye wao pamoja, lakini usiwasambaratishe, uwafanye wao pamoja waungane kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana yake ya huu usinga, kwamba umekabidhiwa watu walee, watunze, wakisha wako salama na wanaishi kwa amani na hii ngozi ya chui unayoiona hapa ni uchui mwenyewe halisia, inamaanisha ni uhodari. ni uhodari wa kuweza kuiongoza jamii katika himaya yako na uhakikisha kabisa kwamba hima, himaya yako haipungukiwi na chochote. Maana sifa za chui ni kwamba chui ni mweredi, huwa hana papala, hata napo uwindaji wake wala sio wa kufukuza au kupambana sana. Windaji wake ni wa kutulia na kuvizia, na kuona kwamba windo limekaribia, anakamata anapata kitoweo chake. Kwa hiyo, na chui ni mkali kwa watoto wake. Kwa hiyo, ina maana ya kwamba unapokabidhiwa ngozi ya chui na maana kwamba uwe imara na uwe tayari kuipigania jamii yako, kwa maana ya kwamba kuhakisha kwamba iko salama. Chui unaweza ukapishana naye hapa kama hujagusa watoto wake mpishe tu kwenye njia, mnapishana kama mnavyopishana binadamu, lakini unapomchokoza hapo ndipo utaona ukali wake na, um, na uhodari wake. Na leo nakwenda kuelezea juu ya harakati za uhuru, jinsi machifu walivyoshiriki ili tuweze kupata uhuru wa Tanganyika. Karibuni sana. Neno chifu lilikuja baada ya Waingereza kuitawala Tanganyika na kuona kwamba hawa watemi ni sawasawa na wafalme au wako na hadhi moja na malkia wa Uingereza. Kwa hiyo wakaona kwamba sasa, ili kupunguza kidogo hadhi yao, wakaleta neno linaloitwa chifu, yaani kwamba ni msemaji wa watu kwa wakoloni. Kwa hiyo ndio maana nchi zote za Jumuiya ya Madola lika, likawa ni ni neno moja linalowatambulisha viongozi wa kimila wa kijamii kwamba ni machifu. Kwa hiyo machifu au niseme sasa wa watemi wa usukumani walishiriki sana katika harakati za Tanganyika kupata uhuru, kwa maana kama tunavyofahamu katika historia kwamba maya machifu hawa au watemi walikuwa na nchi ambazo wao wanazimiliki na zilikuwa zinafahamika hivyo kimira, kwamba ni nchi yani, walikuwa na mamlaka yote katika ule utawala wa kijamii. Kwa ina maana kwamba walikuwa na miliki ardhi na ardhi zilikuwa chini yao, haijarishi kwamba Waingereza walikuwepo na walikuwa na tutawala chini yao, lakini Mwingereza alipokuja baada ya Mjerumani, yeye alitawala kwa ali- alikuwa mjanja kidogo, hakutaka kupigana na machifu. E, aliona kwamba awaingize wa kwenye serikali yao ili waweze kumsaidia kwa ajili ya kuipa kodi, kukusanya kodi, kodi kwa wananchi, lakini pia kusimamia mahakama ambazo zilijengwa e, katika maeneo ya himaya zao au kwenye ikulu zao. Ukiangalia ikulu, e, ikulu zote za machifu wa zamani. Utaona mahakama, zile mahakama ambazo ni za zamani na majengo yanafanana karibu nchi nzima hizo zote zilijengwa na wa, na Waingereza ili sasa kuwafanya wale machifu wawe watumishi wa serikali ya Kiingereza. Ndiyo maana ilipofika mwaka 1954 jina moja lilianza kunung'unizwa katika kambi za vijana, vikao vya wazee na hata katika nyumba za viongozi hawa: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wakati mataifa ya Afrika yakiwa bado yanaamka Tanganyika ilikuwa inahitaji muungano wa nguvu mbili, siasa mpya za utaifa na mamlaka ya kale ya jadi. Na baada ya sasa, Mwalimu Nyerere kuwa kuingiwa na ile roho ya uzalendo, na kwamba Tanganyika sasa kama Tanganyika, ili tuwe na serikali moja ya umoja wa kitaifa, alichokifanya, kwa sababu pia alikuwa ni mtoto wa chifu, Chifu Nyerere aliona kwamba haiwezekani tukawa na vinchi vi hivi vidogo vidogo, yani vya vi, vi jamii zetu katika nchi yetu, halafu ikawa ni rahisi sana kupata uhuru. Ikawa sio kitu rahisi, kwa sababu machifu walikuwa na mamlaka yote yeye. Yeah, alichokifanya sasa, aliweza kuwatembelea machifu nchi nzima, na hata huku usukumani aliweza kuwatembelea machifu na kuongea nao na kwa sababu katika wa machifu eh, katika hii kanda yetu ya ziwa ya usukuma tulikuwa na na, na himaya za kimila ambazo ni chifudom zipatazo hamsini na mbili na katika himaya hizo tulikuwa pia wasukuma kulikuwa na na, kio, na viongozi katika machifu hao kama unavyojua hata eh, kwa wabunge kuna spika Ukienda hata kwa marais wa Afrika Mashariki kuna mwenyekiti wao na kadhalika, na kadhalika kadhalika. Pia pia hata katika machifu wa Usukumani kulikuwa na wenyeviti wao ambao walikuwa naitwa paramount chiefs ambao wanaoongoza machifu wengine wanapokuwa katika vikao vyao. Na katika harakati hizo Mwalimu Nyerere aliwaona hao na kuweza kuongea nao kwamba sasa tunataka tutengeneze serikali iliyo na, na nguvu ndani ya chama cha TANU ili sasa tuwe na, na nguvu na tudai uhuru. Kwa hiyo watu wa kwanza kuwafata walikuwa ni machifu pamoja na kupata watu maarufu ambao walikuwa na uelewa. Lakini hao watu maarufu wangewapataje katika jamii? Lazima walikuwa wanapitia kwa hawa machifu, yani watemi kwamba fulani, mkimwona fulani anaweza kuelewa vizuri na akajiunga na chama cha tano, na ndivyo ilivyofanyika. Kwa hiyo machifu kama hapa Mwanza, alikuwa na machifu wetu katika ukoo wetu Kina Bariehere na wengine waliokwepo, walijumuika katika kuweza ku, kuunga mkono chama cha tano, na machifu kama kina Majebere na machifu wengine kina kina Chifu Kafipa walikwepo, kina Chifu Machibia walikwepo, wengi tu wa machifu walikwepo, machifu wengi ambao waliunga mkono chama cha tano ili kuweza ku, kuunganisha nguvu na kuingia kwenye chama cha tano na kuweza kupata uhuru, lakini pia waliwashawishi na machifu wengine e, katika sehemu zingine ambayo zilikuwa nje ya jiji la Mwanza au maeneo ya Mwanza kama kule Sengerema na maeneo ya Buchosa ambayo zamani ilikuwa ni wilaya moja tu ilikuwa inaitwa ni wilaya ya Geita. Walikwepo mzee wangu baba yangu mzazi, baada ya kuondoka huku Mwanza na kwenda katika wilaya ya Geita kwa ajili ya mashamba ya kwa ajili ya kupata kufanya kilimo cha pamba na, na mihogo eh, waliweza kujiunga na chama cha tano. Kwa hiyo walikuwa ni wazee mbalimbali waliojiunga na chama cha tano kuweza kukipa nguvu, ili chama cha tano kiweze ku kupata nguvu sasa na kupata wanachama, lakini tukumbuke kwamba ule mkutano wa Tabora uliunganisha machifu wengi ambao walikuwa ni paramount chiefs, kama unavyokumbuka kwamba e, katika Kanda hii ya Ziwa ambayo ilikuwa na mikoa mingi ambayo ilikuwa inaitwa Lake Province, lakini pia kulikuwa na, na majimbo mbalimbali katika Tanganyika ambayo yalikuwa yana yanatawaliwa na wakoloni, walikuwa kuna ma DC. Kwa hiyo machifu kama kina Fundikira kina chifu Makwaia na wengine wote waliungana wali kwa pamoja na kumpa nguvu Mwalimu Nyerere na hatimaye chama cha tano kikapata nguvu katika ukanda huu wa Lake Province na katika harakati hizo mpaka sasa ikatokea kwamba e, wakoroni wakaona wazi kabisa kwamba chama cha tano kinaanza kuwa na nguvu, ingawa kulikuwa na misukosuko. Kuna baadhi ya watu walikamatwa na serikali ya kikoroni, walishikwa na kuambiwa kwamba wanataka kuasi na mambo mbalimbali mbali, lakini palipo na wengi hapa haribiki neno. Kwa hiyo waliungana kwa pamoja na kukipa nguvu chama cha tano. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere akawa na uhakika wa kwamba sasa amepata watu ambao anaoweza kwenda nao ili kuhakikisha kwamba uhuru wa Tanganyika unapatikana. Ushirikiano wa Nyerere na watemi haukuzaliwa kwa shinikizo, ulizaliwa kwa uelewa wa hatari iliyokuwa mbele. Tanganyika ingeendelea kutwaliwa vipande vipande endapo watu wake wangesalia kimya. Mwanza ilikuwa ndio tunasema kwamba ndio makao makuu ya reki province, yani jimbo la, la, la, la, la ziwa ambaro ilizaa mikoa kama mingine. Hii ilizaliwa Kagera, ikazaliwa Shinyanga, ikazaliwa Mara, kazaliwa leo tuna Simiyu, tuna Geita, tuna Tabora. Kwa hiyo hizi zote zilikuwa zinaitwa province kipindi hicho. Kwa hiyo makao makuu yalikuwa wapi? Mwanza. Kwa hiyo PC, na, na DC alikuwa ni Mwanza hapa. Kwa hiyo hizi zingine sasa walikuwa... harakati zote sasa zilikuwa zinatengenezwa hapa na zinasambaa kwenda katika mikoa mingine, kwa namna ambayo walivyokuwa wanatumia hawa viongozi wa kimila ili kupenyeza taarifa za chama cha TANU chini ya Mwalimu Nyerere kwamba tayari sasa tuna tuna chama chetu ili kitakachokuja kutukomboa tuondokane na na minyororo ya wakoloni. Kwa hiyo Kanda ya Ziwa ilikuwa ndio chimbuko, kama ndio chemchemi, kama ndio kisima cha kuwapika wa wale wapigania uhuru wabila wa kumwaga tamu, wa, wa bila kumwaga damu wakizalendo katika Lake Province ambao wakaenda wanaenda Kagera kwenda kuhamasisha na kuwatia moyo watu wengine. Kagera nako wakawa watu wengine wale wazalendo wako pamoja na machifu, wakaondoka kwenda Mara na kwa mjere, kwa Mara ndio Mwalimu Nyerere ametokea huko kwenda kuhamasisha kwamba na sisi huku hizo taarifa tunazo, kwa hiyo tuunganeni kwa pamoja. Naona wakasambaa kwenda mbali mbali, Tabora na Pemba palikuwa ndio kitovu kwa ajili ya kusambaza taarifa zingine kwenda katika mikoa mingine kama Singida kwenda katika majimbo mengine na kuzifikisha Kigoma na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo Tuone kwamba mchango mkubwa wa Lake Province utotokea hapa Mwanza. Nyerere alianza safari yake kwenye maeneo ya Kanda ya Ziwa, mashamba, masoko na majumba ya machifu. Mikutano hii ilikuwa ya siri, wakati mwingine ilifanyika usiku chini ya mwanga hafifu. Umezaliwa mitaa Nera Seremani Street hapo. Ee, ni mtoto wa mzee ya Hamisi Mgeta, kwa sababu ya Hamisi Mgeta huyu ni mmoja wa waasisi wa chama cha tano ee, na sio tu hivyo lakini, walianza kabla ya kuanza tano, walikuwa na chama cha taa ambacho kimsingi chama hiki cha taa, e, sehemu kubwa ya watu waliokianzisha ni askari waliokwenda kupigana vita e, vita ya pili sasa mzee wangu naye alikuwa ni mmoja wa watu waliokwenda kupigana vita. Katika kila maeneo palikuwa na watu maarufu, wazee maarufu. Sasa katika hali hiyo palikuwa na watu wanaitwa wajumbe. Naona kwamba wajumbe atakwenda kwa ule mzee maarufu sikia mwana, utakutana na wajumbe ambao baadaye wakaja kuitwa mabalozi wa nyumba kumikumi kumi. Lakini walikuwa wali wajumbe wanakwenda kwa watu maarufu sababu, na leo tutakuwa na mkutano no? na wasili na Mwalimu katika harakati hizi za kugombea uhuru. Kwa hiyo walikuwa wanatumia njezo, mtu anatumwa ama watu wanaandikiana vibarua vimeseji, hatimba ni kwa vibarua barua vingi, lakini viliweza kupotea. Namna walikuwa wanaandika kwa kutumia penseli, wakati mwingine nini bwana mzee fulani, mzee mkubwa bwana, kijana mkudi, kesho tutakuja Nyamanoro, tutakuwa na swala hili la ajili ya kuongea mikutano yetu na harakati zetu hizi. Mzee alikuwa na ujasiri mkubwa sana labda si kwa sababu alikuwa, alikuwa askari, naona alikuwa akisema lolote atakalofanyika ni lazima tushinde na kweli walishinda. Ya, alisema walikuwa na determination na uzalendo wa kweli kuhusu taifa lao. Haki, walikuwa wanaitaka haki ili waweze kumiliki rasilimali za nchi hii hata nafasi za watoto, za, za wakati ule kusoma kwa mfano kama kaka zetu ilikuwa ni shida. Kwa hiyo watu waliona sana lazima tujikomboe hivi vitu vio vya kwetu, watu waweze kupata elimu, watu waweze kupata heshima e utu wao kama nchini <coughs> yao na waweze kusimamia rasilimali zao. Mzee alikuwa akifanya biashara na baadhi ya wa Asia, eh, waliweza sasa kutaka kumtenga kwenye biashara, elimgarimu kwenye biashara. Kwa hiyo waliona huyu si mwenzetu, tunafanya naye biashara lakini tena pesa anachukua anapeleka TANU eh? Hata mama pia analipata misukosuko hiyo unaona, eh? Eh, na si tu hilo, na hata askari wa kikoloni au wale walikuwa wakiitwa nani, ambao walikuwa wakifanya kazi na mkoloni, kila saa mara kwa mara kuja nyumbani na kumuharasi mzee. Kwa kweli alipitia changamoto hizo mzee wangu, eh, amezaliwa katika maadili ya dini hmm? maadili ya dini dini ya Kiislamu. Kwa hiyo na hata leo ukifika nyumbani wajukuu eh, unaona wana madrasa pale, wanatoa elimu ya dini kwa free. yaani wakiangalia namna alivyokuwa anafanya mzee. Mzee wangu aliweza kutoa sehemu ya uwanja ili kuhakikisha msikiti unakuwepo na watu wanamwabudu, wanakuwa wacha Mungu. Pia alikuwa maadili ya kwao eh, mzee wangu mimi ni mjita mama yangu ni Mzinza. Kwa hiyo mzee alikuwa pia na maadili ya namna jinsi walivyolelewa kule kwa Msoma. Unaona? kwa kweli watu walikuwa wanajali sana mila na desturi. Unaona? pia na discipline aliyokuwa nayo akiwa kama askari wa jeshi disiplini. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwadilifu sana, na ndio maana unaona kiasi ambacho mwalimu aliweza kumwamini sana na kuweza kuwa mara kwa mara mwalimu anafika nyumbani. Baada ya kusema haya, naona twendeni niweze kuwaonesha maeneo ambayo mwalimu Nyerere alipita na akiwa na mzee wangu katika harakati hizo za ku, za kugombea uhuru. Nafikiri tunaweza kwenda. hapa tulipofika ndo nyumbani kwa marehemu mzee Hamisi Mgeta e, mmoja wa sisi wa chama cha tano, na haswa baada ya kuondoka kwenye chama kile cha taa. Kwa hiyo harakati za mwanza kuhusu masuala ya tano yalikuwa kifanyikia hapa nyumbani. Katika hii picha hapa kuna Paul Bomani kuna mzee Hamisi Makulwa kuna mzee wangu kuna eh, Salum Maguha e, eh, kuna kina Nyembo Sepetu na wazee wengine wengi. Hawa watu wazee walikuwa wakihudhuria vikao hapa, kuhusiana na harakati hizo za TANU na mikutano walikuwa wakiifanya usiku, kwa taarifa ambazo nilikuwa nikipata e, eh, ili kumkwepa kidogo mkoloni, kwa sababu ukitazama juu hapo e, eh, kwenye vijio vijilima ndio wakoloni wote watawala ndio walikuwa wanakaa hapa. Kwa hiyo walikuwa hata hivyo wanafanya very risky, kwa sababu walikuwa wanafanya harakati hizo kwenye kitovu kabisa cha serikali ya mkoloni na humu ndani wakati mwingine ndio alikuwa kuingia humu ndani. Sasa kabla hapajaribika mambo ya ujenzi haya huko, palikuwa na kichochoro kikubwa sana kinatoka barabara ya Nera kinakwenda paka Makongoro kule chini. Kwa hiyo katika mkutano mwingine tu aliofanya alikuwa anafanya, lakini kuna mkutano mwingine wakaja kuvamia. Kwa kuvamia ndio Mwalimu kama nilivyoeleza mwanzoni alipitishwa kwenye mlango huu. Alipopishwa kwenye mlango huu kuna chumba cha kwanza kushoto hapo kulia amen ndio palikuwa chumbani kwa mzee Hamisi Mgeta mwenyewe. Kwa hiyo wakamweza kumuingiza kwenye uvungu, waliweza kutafuta wakamkosa, lakini baadaye wakasema, bana, sijui nani alituasilio, angalieni kwenye uvungu, ndio wakamkamata mwalimu na wazee hawa. Kwa hiyo katika kushtakiwa eh, mwenye nyumba akashtakiwa, ambaye ndio mzee Hamisi Mgeta, ambaye ni marehemu mzee wangu, na Mwalimu, kwa kuleta mkusanyiko haramu, kwa sababu hawakuweza kupata nyaraka zozote za kuona kwamba hawa walikuwa wanafanya kikao cha cha tano cha kuipinga serikali ya mkoloni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, ndugu zangu. Hivyo ndivyo tunavyoweza kuijenga Tanganyika yenye. Sasa watu waliokuwa wanatazamia kwamba Tanganyika ya kesho ni itakuwa ni ile ile ya jana. Sasa wanahiari wale. Aha, mahali hapa hapa nifai mimi. Kadri miaka ilivyokwenda tano iliongezeka kwa kasi, vijana wa Kanda ya Ziwa walijiunga wali wali wa kwa maelfu wazee walikubali mabadiliko, na viongozi wa jadi waliendelea kusimama upande wa uhuru. Kanda ya Ziwa ikawa ngome ya wapigania uhuru, uwanja ambao kampeni za Nyerere zilipewa nguvu isiyoweza kuzima. Mwalimu alituambia kwa nguvu sana, haikuwa rahisi. Nafikiri alipopata matatizo alipata matatizo hapa hapa hapa hapa Mwanza ndio watu wakaandamana pale Nyamagana, pale watu walikuwa mabomba, wana protest kuhusu mambo ambayo Watanzania wa walikuwa na aa, smuaa watanganika wa tumetoka mbali ma tumetoka mbali, kwa sababu ikirutishwa hiyo hali, sisi nzafanya

mkatazi wakati ni nyimbo nyimbo nyimbo. Hizo mnakwenda kwenye ngoma za kienyeji, sasa umwe wanaimba, wanaingiza na maneno mengine ya kutafuta uhuru, wanamwimba na yule anayehamasisha uhuru. Matokeo yakawa kwamba Julius akawa akapata, akapata, akapata sifa nyingi sana, popote alipokuwa anakwenda anakutana na watu hata hapo Mwanza tena wakina Paul Bomani na wazee wengine, kulikuwa na wanachama waliochaguliwa kuwakilisha wenzao. Sasa mkutano ilipokuwa inaitishwa, wanahudhuria mkutano huo. Kwa mfano, mkutano mkubwa sana ulikuwa Tabora pale wa Julius ulipo walipokutana na Zuberi Mtembo wakati akiwa makamu katibu wake. Julius alitaka kura tatu: mzungu, muhindi na na muafrika, wote hawa wapigiwe kura. Zuberi Mtembo akasema hapana, hapana mzungu mpigie kura muafrika tu. Ikawa mapambana. Julius hapo mpaka abiria na kulia. Akatoka kwenye kiti akaanza akaomba nini nizungue niondore kwenye kiti. Nijia nizungumze kuzungumza. Kutokea pale mdio wakaachana. Sibiri mtevu akazenda zake na watu wake, na Julius na watu wake. Kura zikapigwa. Julius akaongoza kwenye kura. Kwa sababu yeye alikubali wahindi walikwemo wazungu walikwenda na waafrika walikwenda. Utawakuta hapo kuna jamani, jamani alikuwa muhindi, praiso alikuwa mzungu. Mwalimu alishinda hayo, kwamba ubaguzi kwake ilikuwa ni mzungu alikuwa pete, na hatuna kiongozi. Yani kama yupo wa kiongozi kama za Mwalimu kutoapenda ubaguzi. Nisinge kuwa nisinge kuwa mwalimu, ningependa nisinge soma. Nisinge ruhusiwa kwenda someshle ya, ya watoto wa Kichaga na wapa. Hatimaye vuguvugu hili likapanda kama mawimbi ya dhoruba, likafika Dar es Salaam, likavuka mipaka ya vijiji na miji, na mwaka 1961 Tanganyika ikapokea uhuru wake.